Tukiwa hapa katika eneo hili, nimesikia likisemwa eneo la masiwani mbugani. Haya ni makarama makubwa sana, sisi kuwafikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kuhudhuria mahala hapa tena, tumehudhuria hapa kwa lengo la kuja

Huwa ni wahudhuriaji katika minasaba kama hii, tunao wajibu wa kupeleka shukurani nyingi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na tupe ziada ya kuhudhuria mambo kama haya na kuwafikiwa nayo, lakini atupe thabati, tuweze kudhibiti katika maisha yetu juu ya misingi hii ya kheri na tufie juu yake. Watu wanaalikana nakusudia watu wa kilimwengu, wanaalikana katika minasabati mbalimbali, mambo ya kipuuzi tu, allaghawu wallaibu, upuuzi na michezo, bali baadhi ya mambo yana maasia ya ndani yake, ni mambo yana madhambi na, na ukawaona wakihudhuria kwa wingi huko mamia kwa maelfu. Nyie mwasikia katika miji yetu huku, waambiwa leo ndiyo ligi inafunguliwa, ligi ya mpira, ufunguzi wa ligi. Jamaa wanatajwa hapo, kilabu cha mpira kikubwa au kilabu cha ndani ya nchi kikifanya mechi ya kirafiki na cha nje ya nchi, timu za Afrika au zaidi ya hapo Tizama ile hamasa ambayo wanakuwa nayo watu wa mpira, zile chereko na hoihoi kwenye hoi, jambo hilo. Na katika mambo kama hayo panapatikana maasia mengi tu mengi sana. Kwanza ule mchezo wenyewe hausalimiki na mambo ya haramu, min alkhumuri walmaisir katika pombe na mambo ya kamari, alikhtilatu baina rijali wan nisa, michanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Na hawa wanawake ni nisaun kasiyat ariyat assufuru, ni wanawake waliovaa, lakini wako uchi. Wanawake wako katika nguo mbaya kabisa ambazo zinaonyesha maungo yao mambo ya matusi ndio mwake hapo, miziki almaazifu itapigwa midundo hapo ya kila aina, watu wakitufuka na kucheza, pengine wakafikia mahali kwa ule ushabiki watu wakapigana, na mfano wa vikao kama hivyo ambavyo watu wengi ndio wameelekezwa huko. Sisi alhamdulillah, Walillahi lhamdi fi lula walakhira, sifa njema ni stahiki ya Allah mwanzo wake na mwisho wake. Tumeepushwa na vikao hivyo tukaafikiwa vikao kama hivi hii. Wallahi watu wakafunga safari wakaacha shughuli zao wakatumia vipando vyao na nauli zao kwa ajili ya kuja kushuhudia kheri, kwamba kuna nyumba ya Allah huko masiwani huko yafunguliwa rasmi kwa ajili ya kuanzisha harakati za kidini. Neematun adhima, hii ni neema kubwa sana ndugu zangu. Hadhihi lmasajid, hii misikiti hii ambayo twaijenga na twaifungua